Jina, naitwa Anania Mlalila, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la vijana pamoja na pata maendeleo Rukwa, yani Vipamaru, ambao ni shirika lililoanzishwa mwaka 2012 mwezi wa 12 tarehe mbili. Ni shirika linalopatikana Sumbawanga Manispaa, mkoa wa Rukwa. Shirika hili ni shirika ambalo lina mlengo wa vijana kusaidia vijana katika masuala mbalimbali ikiwemo katika masuala mazima ya uongozi, masuala mazima ya ujasiriamali maswala mazima ya watoto na vilevile maswala mazima ya ukatili. Shirika kama shirika limejikita kufanya kazi na wadau mbalimbali ikiwemo wadau wa ndani na wadau wa nje. Vile vile, shirika tumefanikiwa kufanya programs mbalimbali ambazo ikiwa ni miongoni mwa kuwezesha vijana kiuchumi, pia kuwezesha vijana katika maswala mazima ya uongozi. Pia shirika limekuwa mstari wa mbele katika kupigana kupingana na kutetea haki za wanawake hususani wanawake waliopo vijijini na vile vile waliopo mjini. Naitwa Elizabeth Urbano Kitwala na natokea mtaa wa Maduka. Mimi binafsi nilikuwaga na ndoto ya kugombea uongozi wowote katika vyama vya siasa, nilikuwa napenda sana chama cha CCM. Sasa nilikuwa sijui jinsi ya kuanza ili ni, niweze kuwa mgombea rasmi baada ya kupata mafunzo na viongozi ndo nikapata picha kwamba natakiwa ni weje au mtu wa aina gani anayetakiwa kuwa mgombea. Baada ya kupewa mafunzo hayo, ndo nikajikita kwenye vyama vya siasa. Nilijaza fomu nikairudisha, baadaye fomu ikarudishwa kwamba nimechaguliwa kugombea uongozi wa ujumbe mtaa wa Maduka. Baada ya hapo, nikaanza tukaanza kupiga kampeni tunapiga kampeni nyumba kwa nyumba, kwamba jamani, tunaombeni kula zenu. Baadhi ya watu wakaanza kuturushia maneno kwamba, we, kama wewe binafsi utagombea huo uongozi utatusaidia nini hapa mtaani, eh? kwa sababu hatuoni kazi yoyote unayofanya. Mimi nikasema nichagueni, nitakuwa mfano bora, kwa sababu hii ni ndoto yangu ambayo nilikuwa nayo tangu awali. Baada ya kupata mafunzo, nikajikita kwenye uchaguzi, nikaomba kwa unyenyekevu na upole, kweli watu walinielewa, hatimaye tukaingia kwenye daftari la kuandikisha la uchaguzi wa serikali za mitaa. Watu walijitokeza wakajiandikisha. Baada ya hapo, uchaguzi ukaanza. Tulikuwa watu wengi tuliokuwa tunagombea, lakini mimi namshukuru Mungu, jina langu lilitoka, nikawa nimegombea, wakawanichagua kwenye viti maalum. Kupata yale mafunzo n yani ndio kulinihamasisha kwanza ili niweze kugombea vilevile vi... ilinipa hamasa kwamba mimi ni mwanamke. Nilikuwa najiona kwamba mimi mwanamke siwezi, lakini baada ya mafunzo nikasema hapana. Kwanza ni muda mrefu nilikuwa nikiangalia kwanza kwanza wanawake wenzangu wengine, sijui marubani, wengine sijui wanafanya hivi, mpaka nikaja nikakuta Mama Samia na yeye yupo kama rais wa Tanzania. nikasema kwa nini mimi najiweka nyuma. mwanamke najiweka nyuma wakati kuna uwezo wa mwanamke kuenda mbele kwa hiyo nikaamua mimi kupitia yale mafunzo nikasema hapana, mimi naingia kwenye kinyang'anyiro hichi, tukutane na wanaume na wanawake wenzangu, lakini lazima niingie nipambane. Kupitia programu hii tuweza kuwainisha wanawake mia moja ambao tulikuwa tunajengea uwezo katika kata kumi kwa kila kata wanawake kumi, kwao kupitia wanawake mia ambao walijengea uwezo kupitia mradi wa kuondoa vikwazo kwa ushiriki wa naye katika masuala ya uchaguzi mwaka 2024 waweza kuafikia wanawake 100 ambao tuwajengea uwezo kupitia programu ya mentorship. Lakini pia katika hao wanawake 100 wanawake ambao zaidi ya 100 pia waliweza kushiriki katika kuchukua fomu na kuweza kugombea katika nafasi za serikali za mitaa. Kutokana na yale mafunzo niliyojifunza ndio yaliyonipa ujasiri hadi ya wa kusimama mpaka leo ni kiongozi. Bila yale mafunzo nisingeweza kitu, kwa sababu kama ndoto nilikuwa nayo, na nilikuwa nawaza nitapita, ntapita njia gani au nitaingilia njia ipi? Mafunzo yale kwanza kabisa yalinipa nguvu na uwezo, alafu pili yakaniletea ushujaa, najiamini mpaka sasa hivi. Kwa kweli kupitia yale mafunzo najiamini na nitafanya kazi yangu vizuri. Mwenyekiti wangu hayupo, lakini nakumbana kesi nini ni vyote, migogoro ya kila aina na naitekeleza na naamua vizuri. Lakini kupitia mradi huu ambao ni mradi wa kuondoa vikwazo kwa wanawake kuweza kushika katika uchaguzi wa mwaka 2024 ilikuwa ni mradi ambao uliweza kujengea uwezo wa wanawake. Lakini kwa namna gani? Kuondoa vile vikwazo vya kitamaduni vya taasisi, kita katika levo ya familia, kwa namna gani waweze kushika katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Na lazima tukumbuke kwamba wanawake wamekuwa wakikumbana na changamoto mbalimbali ambazo zinakuwa zinawasili wao katika kushika katika masuala ya uchaguzi, lakini pia kulikuwa kuna vikwazo ambavyo katika level ya jamii, level ya familia, lakini na pia katika level ya mfumo ambao vinakuwa vinawasili vijana, vinakuwa vinawasili wanawake, lakini pia vinakuwa vinachagiza kuweza ku kuongeza ajenda zao kupenza ajenda zao katika katika jamii au katika jamii katika serikali kwao. Ushiriki wa mwanamke katika masuala ya uongozi au katika nafasi za kisiasa una muhimu sana, kwa sababu mwanamke anaposhika katika masuala ya nafasi za kiongozi na ikishapita wanasa... katika nafasi zile wanabeba zile ajenda, kwa kwa wako, wanaziweka zile ajenda zinakuwa za kwao, zina mlengo wa wanawake kuchangia katika maendeleo kwa mlengo wa wanawake, lakini pia inasaidia jamii kuwa na kuweza kujua kwamba mwanamke pia anaweza katika masuala mazima ya uongozi kupitia mradi umesaidia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kujua akizao , lakini wao kuweza kujua mbinu gani waweze kushika katika maswala ya nini ya, ya uchaguzi na uongozi, lakini pia kwa namna gani zile ile mifumo kandamizi au baadhi ya vitu ambavyo vinakawa vinawasi katika kupata nafasi ya uongozi au kushika katika maswala ya kisiasa zinatatuliwa. Kwa mfano, kuna mfumo wa kitamaduni ambao unaanzia katika levo ya familia Baba anaweza kuwa hataki mama ashike katika nafasi ya uongozi, lakini pia jamii inakuwa inaangalia kama mwanamke hawezi kuongoza, hawezi kuwa kiongozi, hawezi kushika katika nafasi ya uongozi au katika sasa zile za kuandaa sera au kuandaa zile kampeni ambazo zinakuwa zina mlengo wa kuwasaidia wanawake wenzao. Kwa hiyo kupitia mradi huu umesaidia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuwasaidia wanawake na kuweza kushika katika nafasi za uongozi. Kwa mwaka 2024 shirika limeweza kuwa mstari wa mbele katika kutekeleza miradi ya wanawake hususan katika ukumba wanawake ikiwa miongoni mwa programu tulizozifanya ni iliyofadhiliwa si na Women Fund Trust Tanzania, ambayo limeweza kuondoa vikwazo kwa wanawake katika kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2024. Katika kama shirika tumeweza kupata ufadhili kwa, ni ufadhili wa miezi 9 ambapo tulianza mwezi wa wa nane mpaka hivi Machi, mwezi wa Machi 2025. Kwao shirika kama shirika limeweza kupambana na namna gani kuangalia vijana kuangalia wanawake wanagombea nafasi mbalimbali na wajitokeza katika kupambana kupambania nafasi mbalimbali katika serikali za mitaa. Kwao programs kama programs ya Women Fund Just Tanzania imeweza kuwezesha wanawake katika masuala mazima ya wajeingia wezo katika masuala mazima ya kuongea, kupangilia sera na vile vile kuangana na magana ambayo unaweza wakashindana waka na wanaume katika masuala mazima ya uongozi, ili waweze ku, kupata watu wengi ambao ni wanawake katika, katika ngazi za maamuzi katika ngazi ya kata na katika ngazi za mitaa.